Yes, swaje! Popote pale ulipo karibu tena katika Swahili Media Network bwana. Tupo katika ubalozi. Ubalozi kama unavyoona ni nyumbani kwa balozi wa Tanzania hapa. Leo tumekuja na timu kamili ya watu kama 12 hivi, watu tumekuja kwa ajili ya kufungua tamasha jipya la football ambalo linaitwa Swahili UK Football Bonanza. Tumekuja kuonana na balozi kuzindua rasmi mapambano au kuzindua rasmi Uh, bonanza letu vile vile, kuzindua logo yetu. Basi baki nami, ili nikuletee kuletea atakayojiri ndani. Kama kawaida, anaitwa Omar Hussein, karibuni Duubalozi umefurahi sana kufika hapa nyumbani kwa siku ya leo, pamoja na kushirikiana na ndugu Ali Mtanda, ambaye ni mwambata wa balozi wa Tanzania hapa UK, na hapa mbele yako tukakuja sisi wa kwanza, mimi mbrani, ni Amrani eh, ambaye ni kiongozi wa organize hili tamasha letu la football Bonanza la UK. Ni ya tamasha ambayo tumelipa jina Swahili UK Football Bonanza. Itaanza mwaka huu mwezi Mei tarehe 31, siku ya Jumamosi, litafanyika Leeds, na kwa uchache kwa tumesema tuanze kwa siku moja, kwa sababu kwanza kitu ni vigumu kwa tukuchukua timu nyingi. Tulitoa ofa timu nane, lakini timu sita ni miji ni sita ndio imekubali kushiriki hili tamasha letu, ambapo miji hiyo ni Leeds wenyeji Glasgow, Leicester, Coventry, Hanslow, na Newcastle. Na Newcastle. Abu Hawa wamekubali kushiriki na ndo tuko hapa leo. Kwa kuanzia, tutaanza na timu hizo sita kwa sababu tufanye kwa siku moja tu. Lakini imani yetu na madhumuni yetu kwamba hili jambo litakuwa ni endelevu ambalo linafanyika kila mwaka. Kwa hiyo tukifanya kila mwaka mbamiji, ungezeka, na maana kwamba miji itaongezeka, timu zitaongezeka na ikisongezeka timu na maana kwamba itakuwa Jumamosi, pigida Jumapili. Kwa hiyo tamasha ambalo tunatarajia kulianzisha ambalo litakuwa ni li kubwa sana, na sisi t tu, tuungane na nyinyi kuanza tu kuwashukuru uh, tangu mwanzo mpaka leo, nadhani ni hatua nzuri, tangu ziara ya Mheshimiwa Balozi alipokuwa uh, uh, uh, na tumekuwa na mashirikiano mzuri kwa kweli, uhusiano uhusiano wetu tumekuwa ni ni wa karibu, tukapidikia aka sa kitu ambacho Uh, sisi kama ubalozi tunafarijika sana kuweza kuona kwamba tunapiga hatua yeah, kwenye hilo. Kwa hiyo mengi atayazungumza uh, mheshimiwa balozi mwenyewe, lakini okay. okay. okay. Tuseme tu kama uh, kama kama kama wasaidizi wake ambao tunashirikiana na nyinyi moja da, mchezo, yeah. na kubega, tumeze, uh, hayo, tume, kwa moja katika dawa ya mchezo. Tutaendelea tu kushirikiana na nyinyi bega kwa bega ili tuweze kufanikisha haya yote ambayo tunakuwa tumeyakusudia. Kwa hiyo mengi mheshimiwa balozi atayazungumza. Sasa basi na mimi no. E, niungane na uh, mwenzangu Jeani uh, Mtanda, wakaribisheni katika ubalozi wa Tanzania. Okay. E, wakaribisheni ni mbasi kwenu. Uh, nimefurahi msemaji nime lakini nimepata nafasi ya kuja leo kujumuika yeah. E, kufanya tukio muhimu la ufunguzi wa logo hili Bonanza. Nimefarijika kwamba katika tukio la leo la uzinduzi na wawakilishi kutoka sehemu mbalimbali, kuanzia ndio chimbuko la wazo hili in watoka aa, toka Leicester kwa kweli si si karibu, imetoka mbali eh, kwa ajili ya hili tukio. Kwa hiyo tunawashukuru sana eh, na kuwapongezeni eh, kwa kutenga muda wenu kuja kufanya tukio hili la muhimu. Sisi kama ubalozi, tuna tunawaahidi ushirikiano eh, wetu katika kufanikisha eh, tukio hili muhimu, kwa sababu ni wazo ambalo tulizungumza tutakuwa na nyingi ya kubeba katika kutafuta uh, fursa za kufanikisha yeah, na hili tukio uh, la kihistoria ambalo linaanza tarehe 31, na huo ni mwanzo, lakini natumaini uh, litaendelea eh, uh, kukua uh, na mwakani tutakuwa na tukio kama hili na kila mmoja kujua kila mwakutuwa, kila mmoja kujua yeah. Na na huko mbele tutapokwenda na na miji mingine uh, itajiunga kwa

Ndiyo, Mungu akitujalia, ndiyo tuwe na uzima, tutakuja sawa sawa. na diaspora, habari za asubuhi, mchana na jioni. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote kushiriki katika tukio maalum la Swahili UK Football Bonanza litakalofanyika kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi, tarehe 31 ya Mei 2025 katika jiji la Leeds. Bonanza hili limeandaliwa na watanzania wenzetu kupitia Swahili UK Football Bonanza Committee, likiwa na lengo la kukuza mshikamano baina ya wanadiaspora hapa Uingereza na kutumia michezo kama chombo cha kutounganisha tukiwa nje ya nchi na kutangaza nchi yetu. Napenda kuwajulisha kwamba mimi mwenyewe nitahudhuria katika bonanza zaidi. Hii ni fursa ke, ya kipekee ya kuungana kama familia ya Tanzania na kushiriki burudani, michezo na maonyesho yatakayowakilisha utajiri wa Tanzania katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa mara ya kwanza tunajivunia ushiriki wa timu za Watanzania kutoka miji mbalimbali hapa Uingereza, ikiwemo Leeds, wenyeji wetu hao, Glasgow, Newcastle, Leicester, Coventry, Birmingham, Slough na Hounslow. Kupitia bonanza hii, vijana wetu wataweza kuonyesha vipaji vyao, kubadilishana mawazo na kujifunza masuala mbalimbali. Naomba niwahimize Watanzania wote, vijana kwa wazazi, tujitokeze kwa wingi siku ya kesho. Ushiriki wetu ni muhimu sana kwa mafanikio ya tukio hili na kwa kuendeleza taswira chanya ya Tanzania nje ya nchi. Pia napenda kuwajulisha kuwa kesho atakwepo mtaalamu kutoka shirika la nyumba la Zanzibar ambaye ataelezea fursa mbalimbali za uwekezaji katika sekta ya makazi visiwani Zanzibar. Asanteni sana.

Ah, yeah, yeah. Yeah, sure. Yeah? <laughs> <laughs> Guys, uh, we have our ambassador, uh, for Tanzania country in the UK. Mheshimiwa Balozi wa Tanzania amekuja kukabua timu zenu o mmepata bahati ya kuingia final lajufa, wamekuja kuwakagua fam. Baada ya hapo, tunachukua mshindi mmoja kwa ajili ya kwenda kule tunafahamu. Kwa hiyo balozi anapita kushirikiana na nyinyi alalp

Bonanza oyee! Oyee! Viongozi, mabibi na bwana, asalamu alaikum. Kwa niaba ya ubalozi napenda nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wa haya mashindano Mzee Amrani, na kamati yako, tulipokutana miezi michache iliyopita, wazo hili lilionekana kama ndoto, lakini leo kuona watu wametoka Glasgow, wametoka Newcastle, wametoka Leicester, wametoka Coventry, wametoka Slough wametoka Hanslo kujumuika na ndugu zao wa Leeds ni jambo kubwa sana. Ninawapongezeni sana, na nitumie fursa hii kutoa pongezi kwa wachezaji wote. Kwa kweli nyote mmeshinda, lakini lazima pia nitumie fursa hii kuwapongeza mabingwa timu ya Coventry. Hongereni sana ndugu zangu, michezo ni udugu, michezo ni ushirikiano, michezo ni urafiki. Tumeona wote, tumepata fursa ya kujumuika kwa pamoja, kubadilishana mawazo, kuonana baada ya muda mrefu. Hili ni jambo jema, na niwapongeze viongozi walioliasisi hili wazo na kulifanikisha na natambua zoezi alikuwa rahisi kazi ilikuwa ni kubwa ya kutafuta michango, kazi ilikuwa ni kubwa kumobilize, kazi ilikuwa ni kubwa kuorganize. Kwa hiyo niwashukuru wanakamati, lakini niwashukuru pia wafadhili wote, kuanzia wakubwa na wadogo. Naishukuru kwa dhati benki ya PCB naishukuru kwa dhati kabisa taasisi ya Just Fit, lakini nawashukuru na wengine, kuna Alma na wengine ambao wamesaidia, lakini kubwa zaidi nawashukuruni nyinyi mliotenga muda wenu kuja kujumuika nasi kwenye shughuli ya leo. Ongereni sana. Sisi kama wabalozi tunawaahidi tutaendelea kushirikiana nanyi kwenye mashindano na haya, na haya ni ya kwanza. Tumejifunza mambo mengi, yapo changamoto kadhaa tumepitia ambazo sasa tuna uzoefu nazo, tutajiandaa mapema zaidi, ili mwakani kama tunakwenda Glasgow au tunakwenda Newcastle, basi tutakuwa tayari kujumuika kuwa na mashindano makubwa. Na mwisho nitoe rai, leo tumeanza na football lakini nadhani kwenye bonanza zinazofuata tuweke hata na netball, tuweke hata na michezo mingine volleyball, basketball, ili vijana wetu na watu wote waweze kushiriki kikamilifu. Baada ya kusema wanawai, anajua ndugu zangu wa wat wanasubiri kombe lao. Kwa hiyo nisipoteze muda kwa maneno mengi, niwashukuru tena kwa mara nyingine na kuwatakieni kila laheri. Asanteni sana.